Na mzingo wa habari tuliigeka katika, katika habari za Afrika ambapo Umoja wa Mataifa umesema kuwa una wasiwasi wasi mkubwa wa idadi ya watu wanaokimbia machafuko kaskazini mwa Msumbiji. Umoja wa Mataifa unasema karibu watu laki tatu wameachwa bila makao katika miezi ya hivi karibuni katika eneo hilo. Mwakilishi wa shirika la Umoja wa Mataifa linalowashughulikia wakimbizi UNHCR Savieri Krech amesema machafuko yamesababisha karibu watu laki moja kulikimbia eneo la kaskazini mwa Msumbiji katika kipindi cha wiki mbili zilizopita. Akizungumza na waandishi wa habari mjini Geneva, Krech amesema huenda ikawa ni idadi hiyo iko chini kwani hao ni wale walioandikishwa na UNHCR ila kuna visa vingi zaidi ya watu ambao hawakujiandikisha na walikimbia. Amesema shirika hilo la Umoja wa Mataifa limeshuhudia ongezeko la mashambulizi katika vijiji na machafuko hayo kufikia hata maeneo yaliyokuwa salama. Mratibu wa masuala.